ati ciana ciao ithaitire cia heo jajo heo mwe drive ile makiuga kundu ko mweta ko mwana atru kana ati mwana dare heo jajo one mwe agema ko iga mwana ne hetwo jajo eh, imwe na imwe no imwe dare ya heo eh ko gu asia lwa, ahai lwa to jajo tura to ihau tura to ari ho imwe mwana dare ya heo isi ne ciana cia teire jajo mieri etano mieri etadatu

na ni turali hithe thiri ucio ni kio njanjo si cieguka ndireciria ati ri toko ni billion ni magana mana no na billion ni magana mana no ikiage ne milioni ni magana kenda ona ti ginyu billion e vuroli adu maroro ra guku ngo na helikopta magikaga siasa tuwekera siana ogwati ni ati todo tutirali hithe shiringi milioni au